Mpendwa mtazamaji, kwa jina naitwa Mchungaji Hezron Mchenya, na mimi kwa jina naitwa Victoria Mchenya. Tunayo furaha kukukaribisha kwenye channel hii ya YouTube ya siku ya tatu, mahali ambapo kitu pekee tunachokifanya ni kufundisha na kujadili habari za nyakati na majira ya kibiblia zenye msisitizo maalum unaohusu siku ya tatu. Na leo tunafuraha sana kuongea na wewe kuhusu msingi wa kibiblia wa siku ya tatu kwenye maarifa ya nyakati na majira mm. Sasa mchungaji Hezron tafadhali, mm. mm. naomba tueleze kwa kifupi msingi mm. wa siku ya tatu mm. kwenye maarifa ya nyakati na majira ni upi? Amen. kibiblia au kimaandiko, msingi wa siku ya tatu kwenye maarifa ya nyakati na majira ni siku ya saba ya habari ya uumbaji habari inayopatikana kwenye kitabu cha Mwanzo. Hii siku ya saba ambayo ni siku ya mwisho kwenye habari ya uumbaji wa ulimwengu ina uhusiano na siku ya tatu ambayo nayo vile vile ni siku ya mwisho kwenye habari ya ukombozi wa ulimwengu. Kwa ufupi, siku ya mwisho kwenye habari ya uumbaji ndiyo msingi wa siku ya mwisho kwenye habari ya ukombozi. Kwenye maarifa ya nyakati na majira ya kibiblia, siku saba za habari ya uumbaji ndizo siku zote za mwanzo wa ulimwengu huu zinazobeba mwanzo wa mambo yote ulimwenguni. Hali kadhalika miaka elfu saba ya historia ya habari ya ukombozi ndiyo miaka yote ya mwisho wa ulimwengu huu inayobeba mwisho wa mambo yote ulimwenguni. Kwa lugha rahisi, siku saba za habari ya uumbaji zinabeba mwanzo wa kila kitu ulimwenguni na miaka elfu saba ya historia ya habari ya ukombozi inabeba mwisho wa kila kitu ulimwenguni. Kibiblia, Mungu ametumia mwanzo kufunua mwisho, na ametumia habari ya uumbaji kufunua habari ya ukombozi. Baadhi ya maandiko yanayoonyesha ufahamu huu wa kibiblia ni pamoja na Isaya sura ya 46 mstari wa tisa hadi wa kumi, inayosema kumbukeni, mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu, wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu, wala hapana aliye kama mimi nitangazaye mwisho tangu mwanzo, tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema, shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Hali kadhalika kitabu cha Wakorintho wa pili ile sura ya 4 na mstari wa sita inasema kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu atupe nuru ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Maandiko yote haya mawili yanaonyesha kwamba Mungu amefunua mwisho kwa kutumia mwanzo na amefunua habari ya ukombozi kwa kutumia habari ya uumbaji. Kwenye maarifa ya nyakati na majira ya kibiblia, tunajifunza kwamba wakati wa mwanzo kwenye uumbaji, Mungu alifanya kazi kwa siku sita peke yake na siku ya saba akapumzika. Mungu alifanya hivyo ili kufunua maarifa haya kwamba wakati wa mwisho kwenye ukombozi, Mungu atafanya kazi kwa muda wa miaka elfu sita peke yake na mwaka wa elfu saba atapumzika. Hivyo basi kwenye habari ya uumbaji, siku ya mwisho na ya pumziko ni siku ya saba, siku ambayo ni siku ya tatu baada ya mianga kuumbwa. Vile vile kwenye habari ya ukombozi, mwaka wa mwisho ni mwaka wa elfu saba tangu kuumbwa kwa Adam na Eva, mwaka ambao kwenye historia ni milenia ya tatu baada ya Kristo. Wakati wa uumbaji Mungu alitenga siku tatu za mwisho baada ya mianga kuumbwa na kati ya mianga hiyo, jua ndio lilikuwa mwanga mkuu kuliko mianga yote. Siku hizo tatu za mwisho zinajumuisha siku ya tano, siku ya sita na siku ya saba, siku zilizotengwa ili zibebe siku ya mwisho ambayo ni siku ya tatu baada ya mianga kuumbwa, na siku hiyo ilikuwa siku ya saba. Siku hiyo ilitengwa na Mungu ili iwe siku ya pumziko la sabato, na vile vile iwe siku takatifu au siku iliyotakaswa na Mungu. Hali kadhalika, wakati wa ukombozi, Mungu alitenga miaka elfu tatu ya mwisho baada ya Kristo, na huyu Kristo ametajwa kwenye maandiko au kwenye Biblia kuwa ndiye mwanga mkuu au nuru halisi ajaye ulimwenguni. Miaka hiyo elfu tatu ya mwisho inajumuisha mwaka elfu moja mwaka elfu mbili na mwaka elfu tatu baada ya Kristo, miaka iliyotengwa ili ibebe siku ya mwisho yenye miaka elfu moja miaka ambayo imo ndani ya milenium ya tatu baada ya Kristo, milenium hii ambayo tunaishi sasa hivi, milenium ambayo kwa Mungu ni kama siku ya tatu tangu Yesu alipokuja duniani kwa mara ya kwanza, na zaidi ya yote kwenye mtiririko wa miaka yote ya mwanadamu ya historia ya kibiblia akiwa kwenye ulimwengu huu wa sasa, milenium hii ya tatu tunayoishi, tuliyoianza tangu mwaka elfu mbili na moja, inaangukia kwenye mwaka wa elfu saba tangu kuumbwa kwa Adamu na Eva, mwaka ambao kwa Mungu ni kama siku ya mwisho yenye miaka elfu moja siku iliyotengwa ili iwe siku ya pumziko la sabato au siku ya raha ya sabato iliyosalia kwa ajili ya watu wa Mungu. Vilevile vile, siku hii ya mwisho yenye miaka elfu moja ya mwisho wa ulimwengu huu tunaoishi sasa imetengwa na Mungu ili iwe miaka elfu moja itakayotakaswa na Mungu mwenyewe kwa kusudi la kuifanya miaka hiyo iwe miaka elfu moja mitakatifu ambayo kwenye maandiko itakuwa kama siku moja pekee ya Bwana iliyo takatifu kwa watu wote kwa vitu vyote mahali kote na ulimwenguni kote. wa Wow, asante sana kwa maelezo ya, ya undani sana mm. kwa asante mm, sana kwa kujibu swali hili mm. Sasa kwa yoyote anayetusikiliza mm -hmm, leo ni jambo gani mm -hmm, muhimu ambalo ungependa um, tujifunze kwa somo letu la leo amen. Jambo muhimu la kujifunza kwenye somo la leo ni hili: siku ya pumziko na kutakaswa kwa wote wanaomwamini Bwana Yesu, sasa iko hapa. Siku hii yenye furaha kuu mno ni siku yenye miaka elfu moja ambayo inaenda kuwa miaka ya pumziko na miaka itakayotakaswa na Mungu. Pumziko hili na utakaso huu ndani ya miaka hii elfu moja vinaenda kutokea kwa sababu yule joka mdanganyifu, yule nyoka wa zamani, ambaye ni ibilisi na shetani, anaenda kukamatwa na kufungwa ili asiwadanganye mataifa tena mpaka miaka hii elfu moja itakapomalizika au mpaka miaka hii elfu moja itimie. Na hivyo basi, hapata kuwa na udanganyifu wowote ulimwenguni kote, na kwa wote tunaomwamini Bwana Yesu ndani ya miaka hii elfu moja sote tunaenda kuwekwa huru kutoka kwenye matatizo na shida zote za ulimwengu huu zilizosababishwa na huyu mdanganyi, na ni suala la muda tu, mambo haya yote yataanza kutokea. Napenda nihitimishe kwa kukutia moyo wewe unayemwamini Bwana Yesu kuamka kiroho na kuanza kuithamini na kuipa uzito wa kipekee imani yetu ya wokovu tuliyopewa bure katika Kristo Yesu, kwa sababu siku yetu ya kupumzika weponi pa Mungu na siku yetu ya kutakaswa ili tuwe watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu sasa imefika, na sasa iko hapa, lakini pia kwako wewe unayetamani kumwamini Bwana Yesu, siku hii ya pumziko na utakaso inaweza kuwa sehemu ya maisha yako, na hilo ndilo jambo muhimu la kujifunza kwenye somo letu la leo. Amen! Wow! ni furaha iliyoje kujua kwamba siku ya kupumzika mm -hmm, na siku ya utakaso mm -hmm, sasa kweli iko hapo. Mm, mm, asante sana mm, kwa maneno hayo. Mm, mm, tunapenda sana ukushukuru kwa kuungana nasi siku ya leo mm, na kama ungependa kumpokea Yesu moyoni mwako tunataka tukupe nafasi hiyo muhimu mm, tafadhali fuatisha sala hii fupi mm, ninapoomba pamoja na wewe mm, sema Bwana Yesu Mm, leo ninakukiri kuwa Bwana wa maisha yangu mm, naamini kwamba ulikuja duniani mm, ukafa msalabani mm, na siku ya tatu mm, ukafufuka mm, kuyaokoa maisha yangu mm, nisamee dhambi zangu zote mm, na uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima mm, katika jina la Yesu hey, Amen. Sasa mm, ni shauku yetu kuona ukikuwa kiimani mm, hivyo basi popote pale ulipo mm -hmm. tunakutia moyo mm -hmm, uungane na waamini wengine walio karibu na pale unapoishi, mm -hmm, ili uweze kujifunza zaidi mm -hmm. na hapa ndio mwisho wa muda wetu wa leo mm -hmm. hadi wakati mwingine tena. Kumbuka, siku ya tumaini kuu kuliko yote imefika. mm -hmm. siku ya tatu iko hapa mm -hmm.